Na tunavyozungumzia apecha namba ikiwa kubwa, manake apecha ni ndogo. Namba ikiwa ni ndogo, manake apecha ni kubwa. Usipoelewa unarudia video, unarudisha video nyuma ili uweze kuelewa, tunavyozungumzia apecha namba ikiwa kubwa, yani kwamba unaona labda 11 hapo, tunazungumzia ni aperture ndogo. Lakini kwa mfano namba kama 1.8 1.8 2.8, hapo tunakuwa na aperture kubwa na jicho linakuwa limefunguka, kwa maana yake utaweza kupiga picha yenye bla e. Maanake aperture itakusaidia kupata bla, lakini pia inaruhusu mwanga mwingi kuingia kwenye kamera. Ndio ndio maana unaona nikiongeza hapo mwanga unapungua niki, au tuseme kwamba nikiongeza aperture mwanga unaongezeka. Eh, kwa maana ya kwamba namba ikiwa ndogo, mwanga unaongezeka lakini nikipandisha namba, kwa maana ya kwamba nimepunguza aperture, mwanga una unapungua. Hicho ndo kitu cha kwanza ambacho ni nini? Ni uh, aperture. Kitu cha pili ni, uh, ni ni ni ni shutter speed. Shutter speed tuna control kwa kutumia hapa. Kwa hiyo nimesema kwamba shutter speed, aperture pamoja na ISO ndo vitu ambavyo tunavitumia kucontrol nini? Kucontrol mwanga. Uh, kwenye kwenye kwenye kamera sasa uh, nikizungusha kuja huku kulia, nikizungusha kwenda kuja kulia huku kuja kulia huku, kama unaweza kuona, unaona mwanga unapungua, kwa maana shat, ile shutter speed inaongezeka, ila nikishusha, unaona mwanga unafanyaje? Unaongezeka. Kwa hiyo ni upande wa nini, wa, wa hiyo hapo hiyo hapo uh, ni shutter speed. Kitu kingine cha tatu ni iso. Sasa iso ukitaka, una uende ina yenyewe. Sasa huipati moja kwa moja, isipokuwa umeenda kuseti kwenye custom setting kule, unaweza kustomize labda hichi hapo, ukikizungusha iso ifanyaje, ibadilike A, lakini kwa sasa hivi